Miaka ya, ya, ya namba 28 hi 8 ilinung'unikiwa na watu wote wa Mbarali na sisi hatuwezi kukaa tukanyamaza tukasema wananchi wamenung'unika na GN 28 lazima ibaki. Rais La Samia wakati wake ndiye ameondoa GN 28 na badala yake akaweka GN 754. Ile GN iliyokuwa ina, ina, inaondoa vijiji 39 kutoka hifadhi ndiyo imefutwa, badala yake kuna GN 700 ambayo ukiondoa vijiji vile 39 vile ambavyo vinabaki ndani ya hifadhi vinakuwa vitano na sio 39, na hivyo vitano tunavifanyia tathmini, lakini niwaambie ndugu zangu wa Mbarali. Mungu aliwaweka karibu na mto Ruaha, hamkujiweka wenyewe. Lakini Ruaha ingawa iko Mbarali inapita, inategemewa na Tanzania yote. Mkiua Mbarali, mnaua Tanzania na nyinyi wenyewe, mkiwe. Nimesikia mbunga anawaambia, mmepata umeme vijiji vingi sana, karibu vyote lakini mtatoa wapi umeme kama umeme hauzalishwi? Umeme wote unaozalishwa na, na, ma, na mabwawa yote nchini yanapata maji ya kuendesha kutoka mto Ruaha. Mto ambao ndio una eneo linaitwa Ihefu, ile wanaita eneo oevu, tena nalijua sana mi mwenyewe nikiwa like waziri wa maji niliwahi kulitembelea, tena nilienda li huko kwa, kwa kwa kwa boti moja, yenyewe inapita ndani ya matope tu, ndio mara ya kwanza kupanda boti ya matope duniani hapa. Nikaenda Ihefu, tulikuwa mawaziri wengi kwenda kuangalia hali halisi. Wakati ule Ihefu ilikuwa imekauka kwa sababu jamaa wenye wa mifugo walipata malisho kule na mifugo ilijaa sana, na pale palikuwa panakauka, na wakati ule ndiyo mto Ruaha wow, ulianza kuwa na maji chini kabisa, na matatizo ya umeme yakaanza kujitokeza. Kwa hiyo tunasema matatizo yenu mengine yanayotokana na, na kupanua na kuweka hifadhi Nia yake nzuri kwa Watanzania, haiwezi kuweka masharti ya kuwapa maumivu. Shabaha yake ni kulinda mazingira ya mto Ruaha ili tuendelee kupata umeme, kwa maendeleo ya kisasa yanategemea umeme. Mkiua maji ya mto Ruaha hapata kuwa na umeme na Tanzania itarudi nyuma kabisa miaka 60 iliyopita. Kwa hiyo tunaelewa maumivu yaliyopo lakini niwaambie ndugu zangu, Ruaha yacheni, Ruaha yacheni, Ruaha mtakufa wote. Usiweke usi, usitoboe mtumbwi na huku na wewe unasafiria mle, tutazama wote. Huo ndio ukweli. Lakini sasa mgogoro ule wa ardhi ambao umesemwa hapa na Bwana Hamza ndio huo tunaoshughulikia, na niwaambie Mbarali, niwaambieni, siwaambie, hapa kuna mambo Mbarali. <laughs> hapa kuna mambo. Kwanza lile eneo lililokuwa limechukuliwa na hifadhi na, na, na, na, na, na halafu nimetolewa na GN ya mia saba hamsini na nne, lina jumla ya hekta sabini na nane elfu au hekari laki moja na, na, themanini na tano elfu. Hilo eneo hilo limerudishwa nje ya hifadhi, lakini kulikuwa na watu wanaishi kule, haliko wazi lakini kuna watu wengine wametoka, sijui wametoka huko, wanakujua wenyewe, wameingia kule nao wamechukua tena maeneo makubwa kuliko wale waliokuwa mle wakiishi. Sasa tunasemaje? tunasema zile hekari laki moja na themanini na tano elfu zibaki kwa wale waliokuwepo, lakini wale walioingia na kuchukua maeneo makubwa kinyume cha sheria mkuu wa mkoa aende kule na watu wake wachunguze maeneo kwa utaratibu kabisa wa kushirikiana na maofisa wetu wa ardhi, ili eneo lolote ambalo halikuwa linashughulikiwa na wale waliokuwepo wakati GN mia saba inafanyika iwapewe wakulima wadogo <tipa> wadogo wanine? Ndugu zangu, ikiwa leo tarehe 19 mwezi wa tatu, Dk Samia anatimiza miaka minne tangu alivyopokea kijiti cha urais. Ndugu zangu, alikuta hali ya Mbarali tukiwa katika hali mbaya. Wakati anapokea kijiti alikuta Mbarali tuna jieni 28 ambayo vijiji Kiwa virudi hifadhini ni lazima tuseme, pamoja na changamoto lazima tuseme mafanikio, alafu baadaye tuseme changamoto na tutoe ushauri ambao tuna ushauri serikali. Vijiji 34 vilitakiwa kurudi hifadhini, sasa hivi hatuna jeni 28, tuna jeni 754 ambayo ndio uchumi wa wanambarali, ndio maeneo wa ya kilimo ya wa wanambarali. Mheshimiwa Rais, kwa huruma yake kwa upendo wake alituruhusu tuendelee na shughuli hizo. Mheshimiwa makamu mwenyekiti, Dkt Samia oye! Lakini tunazo changamoto kubwa Ya shughuli za kilimo kwa wanabarati. Nini ushauri wetu kama wawakilishi wa wananchi wa wilaya hii ya Mbarali, ndugu makamu mwenyekiti, kwa unyenyekevu mkubwa ni kuombe kwa niaba ya wananchi wenzangu wa barati, tuna mashamba makubwa sana ya wawekezaji na mashamba haya yakiwepo, hilo nao kwa mifugo yakiwepo ya, ya mwekezaji wa hapa na uadilifu wako kwenye chama hiki, hatuna mashaka na Daktari Wasira kwenye wa ushauri mzuri wa kumpatia mheshimiwa rais ili Mbarali ikae sawasawa sawa.